Je, umewahi kujiuliza kwa nini mtu ana akili nyingi, elimu nzuri na uzoefu mkubwa, lakini bado anafanya maamuzi mabaya yanayoharibu maisha yake? Kwa nini mtu anaweza kujua kabisa kilicho sahihi, lakini akachagua kilicho kibaya? Leo, katika Maisha Classroom, tunaingia darasani kuchambua swali hili kwa undani. Kwa nini watu wenye akili nzuri hufanya maamuzi mabaya? Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa jambo moja la msingi. Akili na maamuzi si kitu kimoja. Mtu anaweza kuwa na akili nyingi sana, lakini akawa dhaifu kwenye kufanya maamuzi sahihi. Hii ni kwa sababu maamuzi mengi tunayofanya hayategemei mantiki pekee, yanategemea sana hisia. Na mara nyingi hisia huwa na nguvu kuliko akili. Hebu fikiria mfano huu. Mtu anajua kabisa kuwa kukopa fedha bila mpango ni hatari. Amesoma Ameona wengine wakishindwa, anaelewa madhara yake. Lakini anapokutana na presha ya maisha, tamaa ya haraka, au hofu ya kukosa fursa, akili inanyamaza, hisia zinaongoza, anaamua kukopa. Baada ya miezi michache, deni linakuwa mzigo mkubwa kuliko walivyotarajia. Ndipo anaposema, sijui nini kilinipata siku ile nikaingia katika mkopo. Lakini ukweli ni huu, hakukosa akili, aliongozwa na hisia. Sababu nyingine ni kile kinachoitwa upendeleo wa akili. Akili ya binadamu hupenda kuthibitisha kile ambacho tayari anaamini. Tunasikiliza taarifa zinazotufurahisha na kupuuza zile zinazotuonya. Ndio maana mtu anaweza kushauriwa mara nyingi lakini asikilize sauti moja tu inayomwambia kile anachotaka kusikia. Hili hutokea sana kwenye mahusiano. Mtu anaona dalili zote kuwa uhusiano fulani hauna mwisho mzuri. Kuna maumivu, kutokuaminiana, kudharauliwa, lakini bado anaendelea kubaki. Kwa nini? Kwa sababu ya hofu ya kuwa peke yake, au kwa sababu ya kumbukumbu za wakati mzuri wa zamani. Anajidanganya akisema atabadilika au nitabadilika. Hii si ujinga, hii ni akili ikilinda hisia, hata kama zinamuumiza. Sababu nyingine kubwa ni hofu ya mabadiliko. Binadamu hupendelea kile anachokijua hata kama kinamuumiza kuliko kitu kipya kisichojulikana. Ndiyo maana mtu anaweza kubaki kwenye kazi isiyomfurahisha kwa miaka mingi, analalamika kila siku, anajua ana uwezo wa kufanya zaidi, lakini hofu ya kuanza upya, hofu ya kushindwa humfanya aendelee kubaki hapo hapo. Pia kuna jambo lingine muhimu sana, uchovu wa akili. Maamuzi mengi mabaya hufanywa pale mtu anapokuwa amechoka kiakili, amelemewa na mawazo Presha, au matatizo mfululizo. Baadaye ndipo anapokuja kusema, sijui nini kilinipata siku ile, lakini ukweli ni kwamba akili ilikuwa imechoka na ikachagua njia rahisi, si njia sahili. Sasa, swali muhimu ni hili. Mtu afanye nini ili kuepuka maamuzi mabaya? Hatua ya kwanza ni kutambua kuwa hisia zina nguvu kuliko tunavyodhani. Ukikubali hilo, utaanza kujipa muda kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Hautafanya uamuzi ukiwa na hasira, hautafanya uamuzi ukiwa na furaha ya kupitiliza. Unajifunza kusubiri. Hatua ya pili ni kujiuliza swali rahisi lakini zito: je, huu ni uamuzi wa akili au wa hisia? Swali hili pekee linaweza kukuokoa mara nyingi. Hatua ya tatu ni kujifunza kutoka kwenye mifumo ya nyuma ya maisha yako. Ukijiangalia kwa uaminifu, utaona kuna aina fulani ya maamuzi unayorudia na matokeo yake huwa yale yale. Hapo ndipo darasa la maisha linapoanza. Kumbuka hili, watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana akili, wanashindwa kwa sababu hawajui jinsi ya kusimamia hisia zao wanapofanya maamuzi. Maisha Classroom ipo kukusaidia kuelewa haya, si kwa kukuhukumu, bali kwa kukupa mwanga, kwa sababu kila uamuzi una darasa lake, na kila siku ni nafasi ya kujifunza. Kama umependa darasa hili basi usisahau kulike, kusubscribe, na kuacha komenti yako hapa chini. Maisha Classroom, darasa huru la maisha.